Msingi wa fuvu ni sehemu ya chini ya ubongo pamoja na fuvu lililo chini yake. Msingi wa fuvu ni muhimu sana kwa sababu ni kupitia hapo ambapo uti wa mgongo na miundo mingine muhimu ya neva na mishipa hupita. Upasuaji wa msingi wa fuvu umegawanywa katika upasuaji wa msingi wa fuvu wa upande na upasuaji wa msingi wa fuvu wa mbele. Katika upasuaji wa msingi wa fuvu wa upande, tunashughulika na uvimbe wa sikio, mfupa wa muda na sehemu ya ubongo iliyo karibu. Katika upasuaji wa msingi wa fuvu wa mbele, tunashughulika na uvimbe wa pua na sinasi, tezi ya pituitari, uvimbe unaotokana na paji la uso, uvimbe unaotokana na neva za harufu ambao huitwa esthesia neuroblastoma, na hali kama vile uvujaji wa maji ya uti wa mgongo. Tunashughulikia uvimbe kama neuroma ya akustiki, meningioma, cholesteatoma, uvimbe wa neva ya uso, matatizo ya neva ya uso uvimbe wa glomus ambao pia huitwa paraganglioma. Tunashirikiana na mwenzetu wa upasuaji wa neva kutumia mbinu za kisasa zote, za endoskopi na za hadubini. Tunawatibu wagonjwa wenye matatizo ya msingi wa fuvu, tukitoa matokeo yenye mafanikio na matokeo bora.